Na mbali na hayo mtazamaji ni kwamba mwanamume mmoja kutoka kijiji cha Minyali Nabiswa katika eneo bunge la Tongaren kaunti ya Bungoma amefariki baada ya kuangukiwa na mti aliyokuwa kiukata pamoja na ndugu yake. Inaarifiwa kwamba marehemu David Marani wa Munyokoli mwenye umri wa miaka hamsini aligongwa na mti huo kichwani ulipoanguka. Mwili wa marehemu uliondolewa na maafisa kutoka kituo cha polisi cha Mbakalo na kupelekwa katika makafani ya hospitali ya kaunti ndogo ya Naitiri. Nafikiri miti ilikuwa refu sana na wakafunga kamba, so ilipoanza kuanguka ni kwamba it's like huyu kijana alichelewa kutoka kwa laini ya miti, na ndio sababu ikampata na ikamwangukia. Walitaka mti ianguke huko, lakini jirani akakataa akasema, itapika nyumba yangu, sitaki kesi. Sasa ikabidi wa direct another direction, hasa wakati walikuwa wanatafuta hiyo direction na mbao za juu mti ingine ya juu ndio ilisuia ndio ikatani hivi, na angegufa, lakini ni waya zajini zilishika trouser kitamba ngoe trouser kwa waya, mti ishamfikia. Wanakichichi wote, mnapofanya kazi mkuwe makini. Hata iwapo wanachimba mashimo musifike karibu, hata watoto ambieni, watoto wenye ya kwamba mahali penye wanafanya kazi msisonge karibu, sababu hachari haina kinga.